Jana usiku yule mzee asiyetajwa amekuletea mtu, japo wanakijiji wanatambua kwamba amefariki. Hivyo mimi namhitaji huyo mtu jile moke, jile moke, jile moke. Alafu usijisaulishe kitu ambacho alikifanya hapa huyo mzee kabla hajaondoka. Hivyo nataka ushirikiano wangu mimi na wewe, najua huyo mtu amekupatia ili umtumie katika matumizi yako. Naomba unipatie mimi hicho kiumbe. Mzee Manembo, si unamjua huyo mtu unamzungumzia hapa? Tatizo lenu mnapenda kutanguliza hofu. Usiwa na wasiwasi, mimi ndio nitajua namna gani ya kufanya. Kikubwa ni mimi na wewe tushirikiane. Nitaanzaje kwanza

Halo. Hey, halo. Hey, shikawo dada wangu mzima. Mzima. Sasa dada, hapa dada Adela tangu ameondoka ile jana hakurudi nyumbani. Amerudi asubuhi lakini amerudi, yupo vile vile, amna ya kilichobadilika, yani ni kama tumeuchochea moto tu. Na wewe ulivyoondoka kwenda kwa mtaalamu, ujarudi kunipa majibu yoyote, kwao. Nashindwa kuelewa hapa, mimi nafanyaje? Na mnanichanganya kabisa. <tipa> <tipa>

Basi sawa dada, mimi nimekuelewa. Wewe kafanye hizo harakati zako, lakini hakikisha utakaporudi, ukipewa maelekezo na mtaalamu, basi azingatie. Maana hapa amesema tukiendelea kumsumbua atabeba virago vyake, anaenda kwa huyo mzee Manemo. Sasa unafikiri akishaondoka hapa inakuwaje kumpata tena? Aya, dada angu, hamna shida, mi nimekuelewa. Uh, samahani, uh, tulimuulizia kaka yako hapa tukaambiwa ametoka, kwa hiyo tukaona ni vema pia tuongee na wewe kama utujali, lakini Karibuni. Asante kwa majina, anaitwa Ticha Shunda Mshundi Awana, mimi ni mwalimu katika kijiji hiki pamoja na mwenzangu hapa, lakini pia swala la msiba ambalo limetokea hapa kiufupi limetugusa. Lengo ama dhumuni la sisi kuweza kufika hapa ni kuweza kuwapa pole zetu za dhati kabisa, kwa sababu tunatambua familia ikiondokewa inakuwa katika hali gani, ama majonzi kiasi gani. Kwa hiyo swala hili limetugusa, na ndio maana tumefika hapa. Lakini tulitegemea kwamba tukija hapa msibani tutakuta watu, lakini cha ajabu wote wametawanyika. Lakini kwa maelezo tumesikia kwamba wameenda kufuatilia huo mwili wa marehemu, lakini tuko pamoja sana, tunaingia katika uzuni pamoja na ninyi poleni sana. Asante, ni mipango ya Mungu tu. Vipi. Safi. Baluza. Cheo. Wapi tena kibuna njia sasa bila. <laughs> Nimechoka kukaa ndani. Naona bora nitembee tembee kidogo. Dadangu. Si jumbe tu katika mazingira ya kumwa. Ni kweli kaka na leo. Lakini siendi mbali. Mimi nipo tu hapa hapa mtani kwetu na nyosha nyosha miguu. Dadangu, kwa sasa hivi umji umekuwa masongo mpingo sana. Umji sasa hivi umeharibika. Kama unavyoona huko saivi, atkane msiba mwili uonekane dharau kibao, kuwa makini basi. Vipi hao wa vicha wapo? <laughs> damkundu yupo ndani ya milala, lakini dakibiliti naye katoka kidogo hapa penye ninavozungumza. Shati bwana, hawezi kukaa sehemu moja, kukaa sehemu moja basi. Ah, mimi nipo getu kweli ni mipango ya Mungu, lakini inapotokea jambo kama hili, nafsi huwa zinakwenda mbali sana na zinatawaruki. Kikubwa ni kumuomba tu Mungu. Nadhani tutakuwa pamoja, kama alivyosema mwalimu wenzangu hapa, tutashirikiana na nyinyi kwa kila hali eh, tupambane mpaka mwili utakapopatikana. Kama tuliamka ilikuwa ni hali ya mawingu, lakini saizi nuru inaonekana, jua limechomoza kama hivi. Naonyesha kabisa ni ishara nzuri kwa mimi. Nilikuwa naomba tu tutakuwa pamoja, msihuzunike sana kama ulivyotokelea kusema kwamba ni mipango ya Mungu, nikumwomba tu yeye atufanikishie hilo. Nashukuru kwa ukarimu wenu uh, basi sawa, sisi tukuache tu uendelee na shughuli nyingine, lakini hatutokuwa mbali na maeneo haya. Karibuni tena ayawli uh, Kepe nifundishe jana usiku, kila kitu nilikielewa, ila kasolo kitu kimoja tu ni ile nyimbo tulioimba, bado sijaielewa. Kwa hiyo nilikuwa nakuomba, ukipata muda unifundishe zile nyimbo za usiku, nipate kuzijua. Eh, yaani, unafikiri hata unawaza unawazawaza tena kuhusu mimi Mi hapo tari biasi mi nikaisha nipa zamana nzima. Eh, yani vitu vya kufanya juu kurekebisha hivi. Mi sijai kukosea mimi. Hata kama nimekosea, hapo nitakuwa nimeteleza kupitiliza. Utanikumbusha seti. E, nikiteleza unanirudisha kwenye ufahamu mfumo wa akili. Hicho hicho kizungumza. Mm. Mimi naona kama hujakosea kivile. Maana ndicho kimekuleta ujifunze nyimbo uzijue na ujue kitu ambacho umekijia hapa ni nini ili uende na we ukavimbe vimbe insta. Kwanza unaikumbuka, labda tulianza na ki gani? Huyu mtu hapo, ndio mi nafurahi. Wanafunzi kama yeye, sio, nakuwa na mwanafunzi akumbuke hata alianzaje. Yaani kama utakuwa unaendelea kila siku hivyo, nitasema tu uishi miaka milele kabisa. <laughs> Sasa hapo, naanzia kumwezi kusambiza kukiza nikupala manya sawa. Naimbisha unafanyeje? Unaitikia hapo ndo unasemaje? Yaani kisema kumwezi, nasema nikusambila, sema kukiza, sema nikupala manya sawa. Tunaanza kumwezi kusambiza kukiza kupala manya. Eh, kumwezi kusambiza e, e, e. <laughs> Aya, jaribu kuimba sasa nione kama tumo kwenye mfumo pamoja. Kumwezi. Sasa mbona uitiki? hmm. Wewe si umesema umeshaielewa, hata naitikiaje sasa tena? Ah, kumwezi kusambila, kukiza, kupala manya. Kumwezi kusambila, kukiza ni kusambila. Yaani hapo utakuwa kabisa hata unichoshi. Sema kuna lisongi lingine lile hatari la Kisukuma. Nasema, gashebogonde na <tipa> kabeja na kasama gashebogonde netile.

Karibu shemeji yangu. Ah, yes, asante. Shemeji bwana, Mungu ana kivulio nguo uchutama. Niwie radhi ndugu yako nimekosea kwa kile ambacho umekikuta pale. Hata usijali shemeji yangu. Ay, yangu. Hapana, ni swala la kawaida tu. Sawa. Haya, ndugu yangu makorobo yupo? Hapana, mume wangu ametoka. Aliniambia anateremka kule kijiweni kule. Na ndio maana na mimi nikakimbia haraka haraka kukuja kwako. Sawa, shemeji, ujio wangu mimi jambo letu lile lile ambalo umekuja nalo pale nyumbani. Maana mpaka wewe umefika pale, si kawaida yako. Kutakuwa kweli kuna tatizo sasa, nikasema hii siku isishe kabla jua lijazama, nionae na wewe. Ndio jio wangu wa kulikuwa. Na tatizo gani? <sighs> Kwanza sio msamani kwa sababu nimekutisha, lakini pia pale nyumbani kwako, sikuja kwa ajili yako. Nilikuja kwa sababu ya kuonana na Kipipi, niongee naye. Baada ya mme wangu kuniaga, ameteremka kule kijini, dhahiri nikajua na wewe uko naye kule kijiweni, ndio maana nikakimbia haraka haraka, ili nije kuongea ndakikio. Na baada ya kukuta ile hali, ilibidi nigairisha kilichombita, ila kwa sababu umekuja kwa tatizo hilo, inabidi tunikwambie. Nikwambia shimu ano, utakuja kona siku moja, nimemkata wenge huyuay. Acha kuntorea macho siji baadaye utaangalizia nini akidondoka. Sasa nisikilize kwa umakini tena tega sikio. Na usikilize kile ambacho ninachokuuliza na unijibu. Biasi mimi ametoka hapa kiguu na njia. Wewe naye kinjia na kiguu. Na kati umo ndani kuna kakuku broila kaba mdogo. Unakaachaacha tu kenyewe. Kwanza anza kushtukia. Na kitoka biasi mimi na unatoka. Maana kaba mdogo kanatoka. Hiyo toka toka tutoke yote inaingilia naje? Eh? Nataka unijibu maswali. Unaenda wapi? Kuna sehemu naenda, na hiyo sehemu Biasmini anajua ninapoenda ni uh. Kwa sababu yeye ndo aliniagiza. Ko, wewe na Biasmini mna mchongo mmoja, kwa hiyo hata akija mwambie nimeenda kule aliponiagiza. Haya, mimi ndo natoka sasa. Unaenda bado huko, hapa <tip> Kaka basi tuendelee, kiepe huyu. hey, hey, hey. Eh, na ananichanganya. Yani, unajua nafikiria nini hapo? Kuna wale wanasemaga, walisema dunia ina mapambo yake. Sasa nawaza huyu kwenye pambo, kama angekuwa kwenye nyumba angekaa kwenye kona gani? Ananichanga we, mtu anatembea nalegea, hata kunyata hivi. Hatuvishawishi twendelee, mwali wangu eh. Mwanafunzi twende, unajua Dakipipu wa mwanzo na wa sasa hivi ni vitu, ni vitu tuko, vitu viwili tofauti. Zamani Dakipipu tulikuwa tunapiga stori vizuri tu, tunaelewana, tunashauriana, lakini sasa hivi amebadilika kwa kiasi kikubwa sana. Yaani kitu kidogo tu nikimkosea anakuja juu, ananitukana, ananifokea. Sasa nikajua labda kuna sehemu nimemkosea basi, na mimi kujua kwa hiyo nilikuja pale nizungumze naye, kama nimemkosea nimuombe msamaha. Nilikuwa ni hilo tu shemu, shemeji. Wewe nakufahamu vizuri tu na mke wangu mimi namfahamu vizuri tu, wewe hujamkosea chochote. Yule ana matatizo yake binafsi. Mke wangu kabla ya kupata ujauzito alikuwa tu mwanamke mwenye busara, nazungumza naye vizuri, lakini tokea alipopata mimba ndo matatizo unayoona pale. Sasa mimi nikajua labda mimba yake ndio inampelekea kufanya mambo haya. Nikaja kugundua yeye tu ana hila zake na uchizi wake, anajiendekeza. Kwa hiyo na mimi sasa hivi naenda na kichizi chizi kama anavyotaka yeye kwa sababu nimegundua anafanya makusudi. Kwa hiyo usikupe pressure kwamba labda nimemkosea nimemkera, woja mkera. Wewe achana naye, mpuuzie. Sawa shemeji yangu, mimi nimekuelewa. Waenga wanasema laya msikiti kubanana na laya ngoma kutekenyana na la ndugu kutembeleana nyumbani, kwa hiyo pale nyumbani kwako muda wote ukijisikia kuja kutembea karibu sana. Haya, asante Aya. Ilivo wachana pale, nikarudi kilingeni, nikamkuta msaidizi mkuu. Baada ya muda kidogo, akaniaga nenda kuchimba dawa, akaniambia kama ukiwahi kurudi nikupe taarifa kama ameenda kuchimba dawa. Sawa, hakuna mtu yoyote alokuja baada ya mimi kutoka? Alikuja mgeni, baada ya kumwambia umetoka, akasema anarudi baadaye. Sawa, nimekuelewa. usiende kumwagia dawa S habari mtaalamu wangu. Salama. Mimi nimekuja na shida binafsi. Shida yangu kubwa, mi na mume wangu sasa hivi hatuko sawa, yaani kanibadilikia tu hizi siku mbili tatu, na mimi na rafiki yangu wa karibu namuona yupo karibu sana na mume wangu, na yesi, huyu ndo kambadilisha mume wangu mume wangu tulivyokuwa tunaishi mwanzo, nilikuwa kila nachokitaka ananipa kwa wakati nilikopo, na mtuma ananiletea kila nachomtuma, muda mwingine namtisha anatishika, lakini sasa hivi nikimtisha kama najitisha mwenyewe, na nisipokaa sawa nitasikia waya, ujue huwa mkofi nimeshakula. Na mimi katika maisha yangu sikuwahi kumloga mume wangu, sikuwahi kutumia dawa kuhusu ndoa yangu, lakini kwa hatua aliyofikia, mtaalamu, nimekuja tu mimi naomba unipe dawa japo kidogo ili nimweke saa mume wangu arudi kama mwanzo, maana nimechoka, nimechoka kwa haya nayoyapitia sasa hivi. Sasa hivi hilo ndio liwaza wewe. Wala alipo hivyo, mume wako anakupenda, tena anakupenda sana, ila tatizo liko kwako. Mimi wewe una mdomo, tena una mdomo sana M kuna nyimbo moja hapa ni hatari, eh uh -huh. Yeah, songi like songila Kisukuma nemba hivi gashevogonde <coughs> <coughs> nakaveja na kasama gashevogonde nakaveja na kasama gashevogonde vetilenjigule gikihangi wakoi vulaga sagala. Iyo hata bado sijaelewa vizuri labda urudie tena, sijui unaimba kilugha hicho hilo hey, silisongi la kisukuma hizo, labda nirudie tena umetema? Yeah. Basi sawa, ndio kazi zetu hizo zote tena, naanza usikize kwa makini baby, nifo eh, tena eti ni posti gashe bogo nde nakabeja na kasama gache bogo nde betilenjegolegeke hangi wakoiwolagasagala hivo hapo ndu ndakwa na kwelekeza kidogo kidogo, kama ulivosema. maana kufike tu kashika hivo mimbo nji nilitumia miaka miwili kasolo siku kumi na sita semanini ndo nikazielewa nyimbo nyimbo hizi, nataka moyo. Asa hapo, tuli, tujikumbushe kwenye kale kanyimbo ketu kali kwa kanaimbaje? Kumwezi kusambila, kukiza, kumwezi ngiza, makofi, kukiza kumwezi kukiza Kumwezi. Nikusambile. Kukiza. Nikupaga yeye kumwezi. Nikusambile. Kukiza. Kukiza. Nikupaga manye. Mwezi. Nikusambi. Yeah. Kiape. Sauti ya nani? Yes, Yasmini huyo. Anatokea nyuma kwangu au kushoto? Huko huko. Basi ngoja njande kwa mshambushi. Wa kiape. Nini unafanya sasa? Eti nafanya nini? Na hiyo ndio shida yako. Na hilo ndio lilombadilisha mume wako. Ukitaka mume wako arudi katika hali ya kawaida yaani, arudi kama zamani, punguza mdomo na umsikilize kwa kila kitu ambacho atakuambia. Kwe, shida iko kwangu mimi ni mdomo tu basi? Sasa nimekuelewa. kuanzia sasa hivi mimi nitafunga mdomo wangu, natamani amani yangu ya ndoa irudi kama mwanzo. Na pia ni vyema ulivyokuja, kwa sababu yule mtu uliokuja naye siku ile amepatwa na matatizo, na sasa hivi tunavyoongea amewekwa nusu mfu. Madam, vile mlivyokuja, nilimwagiza akanletie mchanga kwa mtu ambaye alimchuta nyayo zake, lakini baada ya kufika huko ndo likampata hilo tatizo. Hivyo basi kuna umuhimu mkubwa sana wa kuweza kumsaidia, na ili tuweze kumsaidia inabidi mimi na wewe tushirikiane, yani mimi ni shike na wewe kwenye hili haya, mimi msaada wangu hapo nakupa. Yaani nakupa vipi msaada wangu hapo mganga? Mambo yote niachie mimi, muongozo wote utaupata kwangu, sawa. Mi nimekuelewa, lakini tambua pale ni pazito sana, na yule mtu ni mtu mzito, anajulikana mkulanga mzima. Mimi mi nataka kuniingiza kwenye majanga mengine ambayo haya hivyo wanavyoimba majirani wote wanakusikia, hivyo watanichukuliaje mie? Umekosa sehemu ya kufundishana hapo, Biasimini niseme kumlazi. Nimechoka naye kumlazi yako kila siku kumlazi, kila siku misamaha, kila misiku misamaha. Nimechoka Kiepe na misamaha yako. Umeomba misamaha mara ngapi, ukumbuki eh? Aa, si waingia ndani Kiepe, nishakwambia mara ngapi, utaki kunielewa hivyo kweli wa kuimba nyimbo hizo saa hizi hapa watoto wanakusikia, Kiepe ili onyo la mwisho, sitokuonya tena. Naona misukule na kufanya uwe mwewe, naona unachanganyikiwa una, una tu we lolote lio nalitoa tu. Sasa unantia hivi, mwanzo na mwisho, nisikusikie tena, shetani mkubwa. Shetani. Unajua mwenyewe Nishatoka mimi kupiga mabiti wewe, kama unajikuta unapiga mabiti mazuri, sio ndio kafungwe? so, huko lebo napiga piga mabiti wenzake saidia mtu na msaidia kabisa, watu anawaleta ni wafundisha, alafu bado una nipangia hadi muda wa kufundisha watu mimi. Nifunge hata atakuniambia ni mfundishe mwanafunzi wako kila mara, mtu unapokea pokea tu wewe kuweza cheti cheti.

Kashu nani? Shuga yako mchokozi, hivi ulishawahi kuwaza hata siku moja kuwa kwamba Mkela utamwona katika taswira hii? Umenibebea mume wangu, nimekaa kimya, bado haitoshi. Siri ambazo nilikwambia wewe kama rafiki yangu wa karibu, umeenda ukamwambia mume wangu, yaani ulikuwa mpango wako wa kuvunja ndoa yangu? Basi sahau, vunja kabisa ndoto uliokuwa nayo ya kuwa mimi na wewe kuwa wake wenza, sawa? Alafu sasa nakwambia kuanzia leo, popote utakaponiona nione kama kituo cha polisi, la sivyo hii sura nilokuja nayo leo wewe Mkela ah, oh, oh. Tuchini ya uvungu tujaviona watu wanaubadiri mchana kuwakiza kama ubaya wa mwachi Mungu wanalipiza. Watazame hawa walipokuwa watoto wajasoma, wanasoma elimu ya watu wazima. Yani vituko sijapata kuona, wanaitwa mekwa. Una fimbo ya ajabu inayoweza geuka nyoka, yani utastaajabu kuliko yale yanaviusa. Ah, kumbe kuna siri nzito sana. Ah, uhu, kuna vitu vya kutisha uadui